Amekuwa like hey, na na confidence quiz, eh? <coughs> kwa na confidence hivi hakuna eh? video ama sana hmm. Ah. Komredo, kesi na Favour. Hmm? Na Favour. Kesi ya Favour ni gani? Nabeanga vitu wanapoteza. Nasikia sauti yako vile skui naeza kubb vitu wanapoteza, abaanini ile flat akapoteza, alibeba viatu akapoteza moja. Uh-huh. Ni ukweli eh. Viatu gani hizo eh? Hey. Crocs. Crocs. Zile babo Crocs. Ni Bible Crocs ulipoteza? ah. Ni, ni gani ilipotea nianze sai? ile pink. Gani? Ile pink ina. Ile zimezikona vitu vitu zikona, inakaa kama ya jenga bati yake ni ya pink. Gani? Yangu ni kwanga ya pink kama ya jenga z ukona is, crocs pea ngapi? we pea nne? hizo ni slipers tunaongelea. Sasa ziko wapi crocs? bado uko na pea mbili?

ndio dipoteza. Eh, hii ni kesi nini? Umebweka hivi mama, we. Ulikuwa unasema unamseti, ulikuwa na mseti nini tena? Meanza kukavana hizi, tulibai jana Eh? Tulibai jana. Wacha nikwambie ni ngoja wacha na ni lini ni ju... ni nilipatia pesa pencil <laughs> <Yeah>. <laughs> pencil <laughs> nikuja hapa na ake packet mzima, <inaudible> mzima iko wapi? <inaudible> <Yeah>, pencil wapiska <inaudible> oh <yeah. inaudible> <inaudible> Sikia sasa huyu <inaudible> <laughs> nilikuja na Precious tulikwambia, tulikwambia ulete ulete ulete nini, ukafanya shopping ya shule hiyo siku. Nilikuja na nini, alikuja nayo Precious, zile za raba, ziko na raba tini, ninizilienda

Izo. Zile za wax uh -huh. kala zile kalaze, zile, yeah, zile... Z... Yes. <laughs> Wacha wata zile tulibai za nini, ile zile zimefungwa na karatasi, wawa ndio niletea hizo kalas, na hakuna hata moja niliona, na nikakwambia usiende nazo. Mhm, ulikuwa na sema nini? lipoteza wewe. Sasa umekuwa Red Cross kwa hi nyumba. Wacha kucheka mam, wacha kucheka juu hii inaenda kuwa fight. Tufungue boxing club hapa. Usintingishe kichwa please, tukiongea tafadhali. Sahii mi ni mpole. Eh, lakini vita si unajua tu vita <laughs> ah, tu vita ikianza inaanzaga, inakuwanga noma, amepoteza nini ingine? Tuendelee ingine. Sauti imepotea. Karibisha, karibisha. Jaribu ulie, tutakuchapa haya hizi colors lakini hizi atatunza sisi tutatunza mama. Unaona nazo shule hizi atatunza sizo tatunza mama. Sasa ashakuwa big girl.

Utamanage? Mm -hmm. Na ziki zikipotea? What shall we do? Nichukue ile kiboko. Mister, liko boko itakuaje? Ile enda wapi o kiboko kwanza

ama utasave ama, sorry Taip, vipoa. Hizo kalas zakona hizi kalas, mam, si za shule sawa, niza hapa home kati yangu

Kwange ukweli, mi sijui pinch hapa iyo ni blue light ama blue light? <laughs>